Bwana, karibu sana katika platform za Mwananchi Digital. Niendelee kukushukuru yo ambaye tayari umesha subscribe youtube channel yetu na kuwa mwanafamilia wetu namba moja kupata taarifa zetu pindi tu tuziwekapo mitandaoni. Moja ya taarifa mbaya ambayo imetufikia leo hii kutoka Dodoma ni kuhusiana na kifo cha aliyekuwa msanii wa vichekesho, lakini pia msherehishaji wa sherehe mbalimbali, Emmanuel Mathias maarufu kama MC pilipili, ndivyo watu wengi walivyokuwa wanamfahamu. Naitwa MC Pilipili au kuhani Pilipili na jua, katika Zaburi ya ishirini na tatu inasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Katika bonde la uvuli wa mauti si sehemu ya watu spesho, ni sehemu ambayo watu wengi sana wanapita, lakini sehemu ambayo pia kama nchi tumepita. Amefariki dunia leo Novemba kumi na sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano mkoani hapa, lakini mganga mfawizi wa hospitali ya rufaa ya Dodoma Dr. Enes Ebenzi, yeye amethibitisha kutokea kwa kifo hicho ambako Dr. Ebenzi amesema kuwa leo majira saa kumi na moja walipokea mwili wa MC ambao ulipelekwa hospitalini hapo na wasamalia wema. Lakini Mwananchi Digital hatukuishia hapo kupata uthibitisho huo ikabidi tusogee hadi katika vyumba vya mochwari ambavyo vipo katika hospitali ya mkoa wa Dodoma general hospital. Mwenyekiti wa wasanii Steve Nyerere yeye akatueleza kwa unaga ubaga namna alivyozipokea taarifa za kifo cha msanii huyo lakini pia namna anavyomfahamu msanii huyo. Hii hapa ni sehemu ya video ambayo inamwonyesha Steve kwa majonzi makubwa sana, kwa majonzi makubwa sana kwamba MC Pilipili hatunaye. Simu mbalimbali zikaanza kuita, makundi mbalimbali mbali ya sanaa na wapo mjua MC Pilipili, ucheshi wake, uhodari wake wa kazi, kujituma kwake. Amekuwa na marafiki wengi viongozi wa nchi, wadau mbalimbali wa Tanzania kwa ujumla, pokea hizo. Tukampigia mheshimiwa mbunge, kiukweli nimpongeze sana Mheshimiwa Anthony Mavunde amekuwa mstari wa mbele hapa, mpaka hapa usiku unapofika hapa, tumemkuta mheshimiwa mbunge yeah. Hii ni jinsi gani inaonyesha kwamba tuna watu nao wanaweza wakatukimbilia, tenge ishi na watu vizuri. Kwa hiyo umemwona mwenze tukalala. Kalala vingine tunaachia utaratibu utakaofuata, lakini kikubwa mwenzetu kapumzika. Tuwashukuru watu wa awali waliokuja kutupa ushirikiano, tuwashukuru wafanyakazi wa hapa hospitalini Dodoma wote kwa ujumla wao, ndugu jamaa na marafiki, na wasanii mbalimbali ambao wanaendelea Dar es Salaam kuulizia kwamba inakuaje, inakuwaje, utaratibu utatolewa kesho kikubwa tumwombee mwenzetu Bwana awe naye mm. Bwana ametwaa, na inna lillahi wa inna ilaihi. Kwenye maisha yake ya kawaida kama binadamu Sti, uh, Steve MC Pilipili alikuwa MC, ni mtu wa aina gani? Nimekwambia, kukutana na MC Pilipili huwezi kununa, ni mcheshi muda wote na wewe ni shahidi hapa. Mm. hatuongelei kwa sababu tunasema amekufa. Mm. tunaongelea reality ya mtu na hili naweza kaliweka wazi kabisa. MC Pilipili kwanza, ni mtu wa kujitoa kwenye misiba wenzake. MC Pilipili alikuwa anajitoa mno, anasafiri kwenda kuzika, alikuwa anajituma. MC Pilipili ni MC ambaye unaweza kumpa kazi ya MC akakufanyia MC bure, kwa sababu ya urafiki. MC Pilipili mwishoni hapa alikuwa anahudumia wagonjwa mwishoni, akawa anataka kuwa pasta, anapambana kuitafuta kesho yake njema. Lakini yote yote, mimi niko Dodoma hapa, nimefika mochwali hapa, MC kalala. Ndugu zangu wasanii wa Tanzania hii wote, MC amepumzika kalala, MC amefariki. Pindi itakapofika sasa kuja kumsindikiza katika nyumba yake ya milele basi, kuna utaratibu utatangazwa.